Wananchi wanaofanya shughuli zao za biashara katika kituo cha magari cha Umalila kilichopo mamlaka ya mji mdogo Mbalizi wameshukuru wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya kwa kumwaga maji katika eneo hilo ambalo lilikuwa na kero ya vumbi, hali ambayo iliathiri biashara zao. Wakizungumza na Kusaga TV, baadhi ya wananchi wamesema baada ya eneo hilo kumwagwa maji, angalau sasa wanafanya biashara zao kwa amani, huku wakishauri zoezi hilo la kumwaga maji liendelee ili kuondoa kero hiyo. Wamesema kero hiyo imesababisha baadhi ya wafanyabiashara kushindwa delea na biashara zao kwa kuhofia zitaharibika na wengine wameshindwa kufungua kutokana na kuugua maradhi ya kifua. Naitwa Meja Mwakajoba Mwasenga, e, nilitoa malalamiko kuhusu barabara ya stendi ya Umalila hadha ya vumbi. E, lakini naona serikali yetu imetusikia, imekuja, imemwagilia maji atlisti hali ya hewa sasa hizi inaridhisha kidogo, lakini kwa hii hali tunaomba iwe mwendelezo, isiwe ya siku moja. Maana ikitokea basi, hata kwa wiki wakitutembelea mara nne mara tano, itakuwa inapendeza zaidi. alafu na ushauri kidogo ningeomba nitoe kuhusu kumwagilia maji, iwe asubuhi kwa sababu wakimwagilia jioni sisi tunakuwa hatupo hapa. Kwa hiyo asubuhi tunapokuja tunakuta bado kuna vumbi, kwa hiyo iwe asubuhi. Ikiwa asubuhi kuanzia saa mbili sio mbaya, hata wakirudia saa sita inatosha. Kwa majina, naitwa Emmanuel Alika, mfanyabiashara katika stendi ya Umalila. Kwa ujumla stendi hii ina kero kubwa, kero kubwa, kwa sababu magari makubwa yote yanapita barabara hii. Lakini pia kulikuwa na kosa ambalo limefanyika, walikuja wakatindua waka, waka barabara nzima, matokeo yake hawakuendelea kumwaga maji. Kwa hiyo jinsi ambavyo wanaacha bila kumwaga maji, vumbi limekuwa likitimka mfululizo kiasi yes, kwamba wafanyabiashara tunapata shida kwa mafua pia, kwenye biashara zetu tunaona zimechafuka namna hii yeah. Ni vumbi yani, vumbi kiasi kwamba ukishinda hapa kutoka asubuhi mpaka jioni, usipokunywa maziwa, manake we kesho lazima sauti ikauke kabisa, utashindwa kukaribisha hata wateja. Kwa hiyo hapa tunachojitahidi kwamba angalau tunayoelewa tunaenda kunywa maziwa kidogo angalau kulainisha ko. Hiyo ndio shida ambayo iko hapa, lakini hii walioanza leo kama wakiendelea kutakuwa na wafadhali, lakini kama kuna uwezekano waweke moramu angalau kufu, kuondoa hili vumbi linaloonekana maeneo haya. Kama wameshindwa kabisa kuweka lami, basi waweke kokoto, waweke moram kidogo, angalau watakuwa wamepunguza hii hali. Sio sio ya kawaida kabisa hii kuna bibao, Aote, watu hapa wanateseka vibaya mno. Unaona maduka yaliyofungwa, hao wote watu wanaumwa, wameshindwa kuja kufungua, wanaumwa. Lakini kwa watu tunaoelewa, angalau jioni, angalau upate kikombe kimoja cha maziwa, ulainishe koo, urudi ul kazini. Hiyo ndio shida ambayo tunayo hii barabara hii hii barabara. Kwa hiyo hakuna mtu anayeijali wala anayeisemea hakuna, ndio tatizo lililopo kwenye hii barabara hii Tumejaribu kumpigia sijui katibu wa CCM wa wilaya ana, anaitwa ndugu Hatibu A, anakuitikia tu lakini utekelezaji hamna kitu. Mbunge ndio hapokei hata simu kabisa hapokei kabisa simu, simu, simu za wananchi. Kwa hiyo hii barabara kweli haina msemaji wala hamna mtu anayeangalia, ndio shida tulio kwenye, tulionayo kwenye hii barabara. Sasa na eh, hi, hi, hi, hili zoezi kama litakuwa endelevu, kama litakuwa endelevu lina wafadhali kama navyoona hivi. Hali ya leo kidogo kuna upungufu kidogo, tofauti na kuanzia jana kurudi yuko nyuma, hali ilikuwa ni mbaya, sio kawaida. Sasa hii hali mimi naona kama unaweza ukakuta wamekuja kujaribu wakaachia hapo hapo, kwa sababu hii hali walifanya waliposawazisha walipo, walipo hii barabara walifanya siku ya kwanza tukajua ita, itaendelea, lakini ikaishia hapo mpaka imekuja kuwekwa hivi unavyoona leo hii. Kwa kama itaendelea itakuwa na wafadhali kidogo, kama ameshindwa kuweka lami itakuwa na wafadhali kidogo. Kwa majina naitwa Fazili Kisaka Mbaga, kutokea Mbeya, Mbalizi hapa. Changamoto ambayo tunapata kama wananchi, mimi ndereva boda boda ambaye tuko Mbalizi kituo hapa Mbalizi sende wa Marira. Changamoto ambayo tunapata ama bwana bwana, wamechimba barabara <coughs> lakini hawaendelei na mchakato wa kutengeneza barabara. Kitu ambacho kinaasi ni wananchi hapa ni swala vumbi, limekuwa lingi sana. Vumbi imekuwa nyingi kiasi kwamba inasababisha mafua, mafua makali, kifua. Kama mpaka umuani, mafua, sasa hivi mimi mwenyewe hapa naumwa ni kwa sababu ya mafua makali. Cha msingi sasa, serikali ambayo tunawaomba tungependa basi muendelee kuendelea kumwaga maji asubuhi hata na jioni. Ndio swala ambalo tunawaomba, tunawaomba kama itawezekana, muendelee kumwagia maji sababu ni mchakato wa muda mrefu, miezi kumi ambao mmesema mnatengeneza hii barabara, tutaendelea kuteseka sana. Cha msingi mama Samia analiona hili, naomba atuangalie sana sisi wananchi, tuko hapa stendi ya Umalila, tunateseka sana kwa vumbi. Naomba sana mama Samia tuangalie kwa hili. Naitwa Bart Dickson Swalo, ni mwananchi wa Mbalizi pia lakini pia ni mjasiriamali mdogo mdogo kwenye eneo hili la stendi ya Umalila ambayo barabara hii tumeilalamikia toka juzi, na inawezekana wameona lakini jambo ambalo nataka nizungumze kwa leo, niseme tu kwamba tunashukuru, tunashukuru, tumeona jitihada zimeanza kuonekana leo usiku, majira kuanzia nafikiri ni saa mbili ile, wameanza kumwaga maji, wamemwaga maji, na leo asubuhi tumeona Boza likiwa linapan, limepandisha mara moja likashuka, lakini wameondoka. Kiuhalisia, barabara hii ni barabara ambayo ni kubwa sana na inabeba mzigo mkubwa sana kutokana na magari ambayo yanapita kwenye barabara hii, hususan ni haya malori ambayo, sasa ma haya matipa ambayo yanabeba kifusi pale Izumbwe, kupeleka maeneo mengine. Kiuhalisia barabara yale magari yanachimbua mno sasa. Tulikuwa tunaomba kwa sababu zoezi hili wamelianza zoezi hili wamelianza, tulikuwa tunaomba liwe endelevu hususan, hususan. Hata saizi ukifika tu hapa hata ukifika saizi hapa utaona kabisa kwamba hii barabara bado ina uhitaji wa maji mengi sana kwa sababu tayari ilishakuwa, ime, ime, imechimbika ime mno na vumbi ni jingi mno. Ombi, ombi, ombi kwa wahusika wanaoweza wenye wan, wan, mamlaka ya kusimamia barabara hii waweze kuja kuisimamia kikamilifu na nirudie tena, juzi nilizungumza, hatulani miradi inayopita kwenye maeneo yetu, hatulani miradi inayopita kwenye maeneo yetu. Tunashukuru kwa sababu hii miradi inaleta fursa kwenye kwa wafanyabiashara wa haya maeneo, vyumba vya biashara vinakuwa viko vizuri, biashara zitaenda, wafanyabiashara watafanya biashara kubwa sana, na watu watatamani kuja stendi ya Umalila, kuja kufanya biashara. Lakini kwa hali ambayo inaendelea, tafsiri yake ni nini? Kwamba watu watakimbia ona vyumba tu vyo simama hivi vimefungwa, sio kwamba vimefungwa kwa makusudi, ni hali ambayo wananchi wameamua kukimbia baada ya kuona mali zao zinaharibika. Niombe tu niombe tu barabara hii kama, kama iko kwenye kiwango cha rami, basi wafanye kila liwezekanalo. kipande hiki walichokisembua kutoka hapa sendi ya Umalila mpaka Shigamba pipeline pale walipoweka bango lao, basi wajitahidi kumwaga maji ngalau. ngalau ngalau ngalau asubuhi mchana na jioni, kwa sababu ya hali jinsi ilivyo kwenye hili eneo. Hatupambani hatupambani hatupambani, na wala hatutaki kufika sehemu kuizungumzia vibaya sana serikali. Tunataka kuikumbusha tu kwamba wenye mamlaka waweze kuja kuwajibika kwenye mamlaka yao. Wananchi juzi wamempigia diwani simu, hajaweza kupatikana. Wamempigia mbunge, kama, kama mwananchi mwingine alivyozungumza, hata simu hapokei. Tafsiri tafsiri yake tafsiri yake ni ni nini? Tafsiri yake ni kwamba inawezekana wanaona mawazo ya wananchi na kupokea simu za wananchi kwao ni kero, lakini tunaomba kama viongozi ambao wananchi wamepata ridhaa la kuwa viongozi kutoka kwa wananchi, basi waweze kupokea simu zao, waweze kuja kuona kutembelea maeneo haya. Diwani hatujawahi muona toka toka hii babai inasembuliwa, mbunge hatujawahi muona toka hii babai inasembuliwa. Ni jambo la msingi sana kuona wananchi wanaheshimiwa, na wana, na mawazo yao yanapatiwa ufumbuzi. Ndugu mwandishi wa habari, tuseme tu kwamba tunawashukuru Tunakushukuru pia wewe mwenyewe kwa kutembelea haya maeneo na kuona, juzi uliona hata wewe mwenyewe macho yalikuwa hayaoni, lakini leo ngalau ngalau ngalau hali imekuwa nzuri. Tunaomba jambo hili la kumwaga maji liendelee kwa nguvu kubwa sana, kwa namna ambavyo barabara imelainika kwa sababu ya magari makubwa ambayo yanapita kwenye hili eneo. Nashukuru sana mwandishi wa habari Nakushukuru sana endelea kutembelea na maeneo mengine ambayo yana kero kama hizi. Wananchi hao walipaza sauti zao kwa mamlaka ziwasaidie kutatua kero hiyo, na mamlaka zikaahidi kulifanyia kazi jambo hilo. Meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya mhandisi Masige Matari amekiambia kituo hiki kuwa tayari wameanza kumwaga maji kuondoa vumbi hilo, jambo ambalo kituo hiki kimethibitisha. Eh, mi naitwa Meja Mwasenga ni mfanyabiashara wa pembejeo za kilimo. Kero yangu kubwa au kero ya mtaa huu wa stendi ya Umalila ni ya kuhusu barabara, hasa vumbi. Hawa watu waliokuja kutengeneza barabara tunawashukuru sana, lakini cha ajabu wametuachia tu vumbi. Hatuelewi hii barabara inatengenezwa kwa kiwango cha lami au cha rafu rodi. Je, kama ni rafu rodi, basi wangemwagilia hata maji, maana tuna haza hapa, bidhaa hapa ziuziki, zinakuwa ni chafu. Eh, mteja akija anauliza hii ni bidhaa gani, wakati bidhaa tayari najulikana ni nini? Kwa hiyo ni kero kubwa kuhusu barabara ya stendi ya Umalila inayoelekea Umalila eh, yaani ni vumbi ni vumbi, takribani tunaelekea mwezi wa pili hapa eh, tunakula vumbi tu. Je, uongozi hauoni? Tunaomba eh, watusaidie kuhusu hii barabara Jamani, tunaumia tutakufa. Mimi naitwa Godfrey no Mwangware. Changamoto ya vumbi, tunashindwa kufanya biashara kama vile tunaona vumbi, mpaka abiria wameingia ndani humu, ni vumbi vumbi tu vimejaa humu. Changamoto hapa, tumwegezie hata maji serikali tu, naomba katengenezea tu ada barabara ya maili kipande cha lami hey, basi ndio hiyo. Naomba mimi kwa majina naitwa Pili Laitoni mgara ni mfanyabiashara wa stendi ya Umalila. Kwa kweli barabara mliyochimba hii kwa, tunapata kero. Mimi nauza mgahawa, chakula hakiuziki. Yaani hapa tunatia huruma, tunaomba mtuhurumie jamani, mtukumbuki. Yaani mkituangalia hapa tunatisha, tunatia huruma. Chakula hatuuzi, tumeacha kuuza chakula. Tunaomba yaani kwa hilo mkuu, tunakuomba sana, tusaidie Tunatia huruma sana. Naitwa Miriamu Yusufu Siengula. Tunaomba Mama Samia tunaomba watutengenezee watutengenezee barabara ya kwenda Umalila. Ndio tunachoomba sisi wa Tanzania halafu tena tunaomba watu, watu, watu, watupe manani yale ya, ya maji amwagilie ya hata vumbi mabomba ma, ya, maboza ya maji tunaomba sana watusaidie, wananchi tunapata tabu, njia ya kwenda Umalila, barabara ya kwenda Umalila. Changamoto ni vumbi, vumbi nyingi sana hapa, ndo tunachoomba tu. Yani maboza haya tumwagilizie hata maji. Mafua, kifua, unaweza ukapata kiku. Kifua kikuu. Naitwa Badrickson Swalo, ni mkazi wa Mbalizi, lakini pia ni mjasiriamali mdogo mdogo, bodaboda, boda kwenye eneo hili la stendi ya Umalila ambapo tuna adha kubwa sana ambayo imeendelea kujitokeza toka wasembue hiki kipande cha rami cha kilomita moja pointi mbili kutoka njia panda ya stendi ya Umalila mpaka pale eneo la Shigamba kanisa la Mitume. Sio Shigamba ya Umalila, Shigamba ya Mbalizi. Hivyo ndio tulikuwa tunaomba mkandarasi aliyechukua tenda kwa ajili ya utengenezaji wa hii barabara, tunaamini kabisa kwamba walikaa wakajadili wakapanga wakaona, ni vema hiki kipande kiweze kutengenezwa, lakini hali jinsi ilivyo, tunaona kabisa kwamba tumesahaulika. Vumbi linatimka mpaka imefikia hali biashara za watu haziendi, magonjwa ya watu wanaugua wana, wana kifua kikuu. Tulikuwa tunaomba sana kwamba ni vema sana mkandarasi aliyechukua tenda aweze kuleta maboza aweze kumwaga maji jioni na asubuhi, ngalau kupunguza hii adha ya vumbi. Mwandishi wa habari umefika kwenye maeneo haya leo, umefika ni, ni siku ambayo imekuwa kama ni nafuu kidogo, lakini hali iliyoko hapa stendi ya Umalila ni mbaya kupindukia. Wananchi au unavyowaona wanapata shida, biashara za migawa ziendi na, na, na ukizingatia ukizingatia vizuri sana kwamba hii barabara ni kipande tu ni kipande tu Nafikiri ni TARURA ambao waliopewa kwa sababu ni kilomita 1 point mbili tulikuwa tuli, tunaomba kwamba viongozi wanaohusika, mheshimiwa diwani, mheshimiwa diwani, mheshimiwa sana sana kwa barabara hii. Kwa TARURA nitazungumza kuhusu diwani. Diwani yeye ndio mwenye mamlaka ya kutembelea wananchi wake, aone hali jinsi ilivyo. Hali ni mbaya kiujumla, kunavyoona hivi magari yanaondoka hapa vumbi linalotimuka hapa ni adha kubwa sana. Tunaomba mwandishi wa habari, habari hizi hatuzungumzi kisiasa, na ieleweke vizuri, hatuzungumzi kisiasa. Tunataka kuzungumzia uhalisia wa maisha ya watu, maisha ya watu ndio uchumi, na hauwezi kuwa na, na wananchi wenye afya ovyo, halafu ukategemea kwamba utapata uchumi. Tunaomba sana serikali ione kuna umuhimu. Mwandishi wa leo, ieleweke vizuri. Mradi tunaupenda kwa sababu unaleta fursa kwenye maeneo yetu ya, ya ya, ya kiuchumi lakini hali iliyopo, hawa wananchi hawa wameshika machungwa, wengine wanatembeza samaki, wengine maduka mpaka, mpaka bidhaa zinaonekana kama zimeexpire kwa sababu ya vumbi. Nilikuwa naomba sana wahusika wa hii barabara waliopewa tenda waweze kutuletea maboza na kutumwagilia maji. Kilio chetu ni maji, wala sio kwamba mradi hatuupendi. Tusiye tukanukuliwa vibaya kwamba mradi hatuupendi. Mradi tunaupenda vizuri sana, tunauthamini vizuri sana lakini, jambo kubwa, watumwagie maji ili kupunguza adha ya vumbi hili. Mwandishi wa habari mimi, niseme tu kwamba sina mengi ya kuzungumza, lakini nafikiri kilio, kilio cha wananchi umesikiliza. Kila mtu analia, kila mtu anazungumza. Ajenda kubwa ni boza la maji, tunaomba lije liweze kumwaga maji ngalau mara mbili asubuhi, jioni. Hii itatuondolea adha hii. Nikilipoti kutoka kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.